Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu Isab Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana, leo tutaongelea faida ya mkunde pori. Wengi wamekuwa kituuliza, je, mkunde pori unakuwa na faida zipi ndani ya mwili wako? Na hii mani nyingi a, Mkunde um, poli ni kama vile mbaazi kwa sababu ni chanzo kizuri cha protini na virutubisho muhimu uh, mwilini. Nipende ukumbusha, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma uh, kila siku, na kama ni mara ya kwanza basi, uh, usiache kutufuatilia. Kama una swali lolote, usiache kutuuliza, na sisi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hizi za kiafya. Faida namba moja ambayo utazipata kwenye mkunde pori, mkunde kunde, a, ni kiwango inaongeza ina, ina uzalishwaji au tuseme ni chanzo kizuri kimojawapo cha protini. Kwa hiyo utapata ile protini ya asili ambayo ni muhimu katika a, ujenzi wa misuli lakini tishu za mwili moja a, kwa moja. Kwa hiyo ni ki, ina, kiwango kizuri cha uzalishwaji wa protini moja moja kwa moja, kwa hiyo kitumia jua unapata a protini lakini pia inasaidia afya ya mfumo wa kinga. Afya ya mfumo wa kinga kwa sababu ina vitamini C, ina zinki ambayo ni muhimu sana, inasaidia katika mfumo wa kinga wa mwili. Kwa hiyo inasaidia katika kuondoa magonjwa na kupambana na maambukizi kwenye mwili wa binadamu. Lakini namba tatu inaboresha afya ya moyo. Afya ya moyo kwa kuondoa ile bad cholesterol ambayo tunasema LDL. Kwa hiyo kwa kuwa inaondoa ile bad cholesterol basi ina inarahisisha pia au inapelekea mzunguko wa damu kuweza kwenda sawa. Kwa hiyo unapokuwa na mzunguko wa damu na blood saturation ikiwa sawa ndani ya mwili wa binadamu basi inaboresha afya ya moyo moja kwa moja. Lakini pia nasaidia katika usagaji wa chakula. Usagaji wa chakula kwa sababu ina fiber. Kwa hiyo uwepo kwa fiber au kuwepo kwa nyuzi nyuzi basi inasaidia ule mgengenyaji wa chakula uweze kukaa sawa, lakini pia usaidia kuboresha afya ya utumbo. Na watu ambao unakuta kwa siku anakula mara tatu lakini pia kupata choo ni changamoto. Kwa kama unakula mara tatu na upate choo, una changamoto katika mfumo wako wa mmenyaji wa chakula au mfumo wa usagaji wa chakula. Lakini pia kwa kutumia mkunde kunde au mkunde poli, basi imekuwa inasaidia katika usagaji wa chakula. Lakini namba na namba tano, inalinda afya ya mifupa kwa sababu ina calcium na, na magnesium. Mifupa hapa tunamuonesha pia na meno kwa watu wenye changamoto za meno, meno yamekuwa regerege, fizi zimekuwa hazieleweki, lakini una yuliki asidi, una gauti una baridi yabisi, basi tumia mkunde kunde au mkunde pori. Inalinda afya ya mifupa moja a kwa moja. Lakini pia faida nyingine ni kudhibiti uzito, kudhibiti uzito, kwa sababu mkunde pori na kalori chache, lakini pia mkunde kunde au mkunde pori una faiba. Kwa hiyo mara nyingi itampa mtu hisi ya kuhisi ameshiba, kwa hiyo unapohisi umeshiba, basi hautajaza tumbo na vyakula vingine vya sukari wanga na mafuta, kwa hiyo utaweza kupungua uzito wako kiurahisi. Lakini pia inaboresha afya ya ngozi. Kwa mfano, ina zinki na antioksidanti kwa ajili ya kulinda ngozi kutokana na yale mazingira kama ya jua, ya uchafuzi, na zinki pia huwa inatumika kutibu madonda na majeraha. Ndo maana mara nyingi dawa nyingi za vidonda vya tumbo zifanye kazi vizuri, kwa sababu hazina zinki. Zinki haikaushi vidonda, kwa hiyo inabidi viweze kukausha vidonda moja kwa moja. Kwa hiyo hakikisha unapotumia dawa vidonda vya tumbo, hakikisha iwe ina madini ya zinki. Ndo maana dawa ya stomach acid imekuwa ikifanya vizuri, kati ya dawa nyingi ambazo zipo a, kwenye kwenye soko, lakini pia inasaidia kudhibiti viwango vya sukari mwilini, ambayo tunasema glycemic index, ambayo huwa ina kiwango kidogo sana cha sukari na inatumika kudhibiti kiwango cha sukari. Kwa hiyo kwa watu wenye sukari au wale watu wanaotaka kudhibiti viwango vya sukari, basi tumie mkunde kunde au mkunde pori. Lakini pia inasaidia kupunguza uchochezi inflammation, tushajua wale uchochezi na upande wa uric acid na, uh. Lakini pia inasaidia katika afya ya macho. Kama una changamoto ya macho, macho basi na vitamini A ambayo ni muhimu ah, kwa afya ah, ya macho na kuweza kudhibiti upofu wa usiku na kujenereti ah, ma, ma, ah, makura mpya. Kwa hiyo tumia, ni nzuri kwa ajili ya afya ya macho lakini. Mwisho inasaidia katika kukuza misuli na ujengaji wa tishu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina proteini, inajenga misuli na ukuzaji wa tishu. Lakini mkunde kunde au mkunde pori imekuwa dawa nzuri kwa magonjwa yoyote ya wakina mama, iwe chango, iwe PID, iwe uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mayai yani magonjwa karibia yote, endometriosis, basi tumia mkunde pori, ni dawa nzuri sana ambayo ukitumia itaweza kuondokana na kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu ya Clinic, basi usahau kusubscribe, ana comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya tunazozituma, kiasi kutuambia hapo chini. Je, ni faida gani ambapo umepata au umezipata kwenye kwa kutumia mkunde um, pori tunasema kashari nzikari, kwa kituambia, basi itakuwa ni rahisi pia akuweza kufahamu kumbe kuna magonjwa mengine yanayotumika yanayoponywa kwa kutumia mkunde pori. Kwa hiyo usiache kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu a, na Mungu akubariki.